Ni msiba peke yake ndio hauna kiingilio, umenelewa eh? Ni msiba peke yake ndio waga bure, lakini starehe yeyote iliyobaki hapa duniani ina kiingilio chake. Na Simba tunakwenda kwenye starehe, na tena sio starehe ya kawaida ni starehe ya kiwango cha hali ya juu mno. Ni starehe ambayo inakustarehesha mwili wako wote. Ni starehe ambayo inaburudisha akili yako. Ni starehe ambayo inafurahisha macho yako. Ni starehe ambayo inakuacha ukiwa na roho nyeupe mwaka mzima. Starehe ya namna hiyo huwezi kuingia bure my brother, lazima ulipe kiingilio ili uende ukastarehe. Haiwezekani Abraham Morris akuburudishe wewe bure, haiwezekani, haiwezekani Nabi Kamara apige visigino pale vya bure, haiwezekani. Haiwezekani Wilson Nangu afunge goli la kichwa pale bure, haiwezekani. Haiwezekani Simba mweusi Jonathan Soa awapige watu vyenga vingi pale kwa bure, haiwezekani. Haiwezekani <laughs> itakuwa ni uhujumu uchumi kwa lazima <laughs> tuweke kiingilio kwa sababu watu wanakwenda kwenye starehe, kaka yangu Jadu. Huwezi kwenda kwenda kumuona Selemani Mwalimu bure, kaka, mchezaji wa daraja la juu la world cup. Huwezi kwenda kumuona Rushain bure, my brother ni, ni mambo ambayo hayawezekani. Huwezi kwenda kumwona Yakubu Suleman kwa shilingi elfu tatu ama elfu mbili. Haiwezekani, ni fedheha kubwa, ni ni Tanzania wani yule. Haiwezekani kwenda kumwona Kagoma bure, ni, ni kumtusi yule yule yule Kagoma ku lazima tuweke viingilio tena viingilio vya maana kweli kweli, kwa sababu unakwenda kupata starehe ya, ya roho yako, unakwenda kujisaulisha matatizo yanayokukabili wewe na familia yako tarehe 26. Na hiyo siku, watu tunakwenda tuna enjoy namna hii uwanjani. Njoo na bebe yako uwanjani kama unao watatu wanne njoo nao wote waje, waji wafurahie e, njoo na familia yako siku hiyo uwanjani njoeni watu watu wa enjoy usije peke yako njoeni watu wafurahie hii ni starehe uweze kwenda bure ndugu yangu